Thabiti Zakaria zaka za kazi kwema kwema, unajifikiria sana afu mpiga hehe. Shida ni nini? Nimemkumbuka yule jamaa muuza ice cream yule, ile jamaa mwamba bwana, ile jamaa ange ange angekoma koma ange chuga ile wa chuga yule angechukua mzigo yule. Ni kitu gani ambacho umekipenda katika mazungumzo yake jinsi ulivyokuwa unaelekea kwake, ulikuwa unaelekea kabisa yani eh? ah, alikuwa anakunasa yule jamaa. Nakwambia angekomaa yule alikuwa nakuchukua unajua, nimepokea simu nyingi sana. <laughs> au au, au, sa... au yawezekana labda, kuna mazungumzo ma, ma mengine aliendelea baada ya pale, hatujui. Labda zima kwanza kamera, sasa tuongea kikubwa. Amna, nilipokea simu za watu wengi sana, kuna tena haswa ni wanaume hmm. Wakawa nasema eh, bwana, mimi nilikuwa najiona mwamba kwelikweli kwenye masuala haya ya kumshawishi mwanamke, lakini huyu jamaa kanizidi. wengi sana nilipokea simu za hivyo. Na wewe kuna namna unamuona kabisa amekuzidi jamaa kanizidi, yuko tayari kutoa uhai wake akuongezee miaka mingapi? Miaka, kwa maana kwamba alikuwa anaelekea kufanikiwa alikuwa anaelekea kufanikiwa jamaa. Yule jamaa. Yule jamaa ni mwamba. Kwa nini wengi wanaamini hivyo? Kwamba alikuwa anaelekea kufanikiwa. Jinsi ambavyo wewe ulikuwa unapokea, yani sasa ulikuwa mwisho wa siku, unaelekea eh, ndo tunajuaga, si tunajua, yani kwenye vikao vyetu tulikubaliana kwamba akifikia hatua hii hmm. anakwenda anaelekea kibla hmm. <laughs> <Kuhu unalikia> huyu. Kwa hiyo unajua huyu. Kwenye chama chano cha wanaume cha yule ungempa nafasi gani? Eh, uh, yule afsa habari. <laughs> na muhamasishaji. <se> <laughs> afsa habari na muhamasishaji hapo hapo. <laughs> Cheo cha nugas. Kwa wengine wote hivi, hizi ni nafasi mbili za watu wawili tofauti alafu alafu alafu na na <gibu waafisa> jamaa, ah, yule jamaa ni mwamba sana. <laughs> Yaani mpaka wanaume mnakiri mnasema kwamba Chuga ni mwamba kweli, itakuwa ni mwamba kweli kweli. Unajua alikuwa anayeongea mambo ya ya ya, ya, ya yani, yale mambo anataka muongee mkiwa wawili. Yeye mambo mbele ya kamera, yani mm, haogopi yani. Anafunguka mbele ya kamera. Unajua mtu yule yule shujaa sana. Yule <laughs> shujaa sana. Yule <laughs> jamaa kaonga miaka miwili mbele ya kamera na haigizi. Yani sio kama ile ilikuwa igizo ile. Yani kaonga miaka miwili mbele ya kamera. Ah, hata, mtu anaweza kaonga hata miaka mitano lakini kwenye siri, kwenye kamera sio uongo, uongo inakuwa hiyo. Sasa pale kaka ushahidi pale unajua, kaonga mbele ya dunia, kumbukumbu tunazo. Kuna jamaa wangu mmoja kwa Kenya alisema, bwana huyu jamaa huyu, huyu jamaa ya siri huyu, nilikutumia ile, lakini wewe nilikutumia ile nikwambia, bwana huyu jamaa yuko Kenya huyu, basi sikuelewa. Ah, wewe bwana soma vizuri, nikwambia kabisa hii kutoka Kenya hii Kenya huko jamaa aliona, ila akachanganyikiwa, ila yeye alibidi sana yule mshikaji akasema, kasema ujamaa huyu jamaa ujamaa mwamba kasomesha, yani kamchanganya kabisa, mwanamke wa watu maskini, mambo yanakwendaje lakini? poa, wewe? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumekutana, tunazungumza Azam, kumetulia kipupwe Bwana e, e, hii si so mchezo, e? <laughs> Azam bwana, kama utashangaa hii si so, utahangaika kila sehemu Disemba kuna kwa joto kali sana. Uh, yeah. Wanafunga, wanafunga. Wapi pale? Fuakatai wewe teknolojia hiyo, haya mambo yasikuchanganya ya siku kabisa, utaku, utakuja kuona na utaelewa yeah. Nikikuelekeza sasa hivi huwezi kuelewa kwa wachezaji vile kutoka jasho tutakuwa tuoni kabisa jasho jasho, tunaona baadhi baadhi ya pasavyo, kwa sababu uh, baadhi ya mashabiki mashabiki wataamini kazi yake, kwa sababu wanataka mchezaji akiwa anavuja jasho ndio wanaamini kazi ameifanya. Kwa kweli kweli AC za uwanjani kwenye mechi hazitaki kuleta baridi, zinaweka hali ya kawaida, yani kwa mfano labda joto limekuwa kali, joto la binadamu linatakiwa lengapi? unajua science kidogo thelathini 32, lakini ziko vizuri, inawezekana sio vizuri, lakini hata joto la mwili ulijui, eh 32 eh 30 hapo around hapo, ikifika labda 35 40 maana yake iyo imezidi kwa hiyo inashushwa ina ikae angalau kwenye hali ya kawaida mm. Eh, sio ile baridi ya kusema kwamba inakwenda kwenye negative au inakuja mpaka kumi na sita kama ice zetu za kawaida zinavyokuwa kumi na sita. Hapana, inacheza 27 30 pale centigrade 27 mm. 30 pale hapo ishina... inakuwa hali ya nzuri kabisa, wala sio baridi yani, ila sio joto kali. Sawa, <laughs> so, tuzungumzie kuhusiana na kundi lenu Azam FC lakini pia mipango. Kuna watu makundi yao yameshapewa majina. Kuna kundi linaitwa kifo, kuna kundi linasema kwamba la wakubwa tupu na kuna wengine ambao kila mmoja anazungumza vya kwake kulingana na kundi lake ambayo naliona kwa maana ya Ligi Mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho la Afrika ninyi mko kundi B. mko na Wydad pale, Maniema nimewaona yes, pale Nairobi United, tuambie mipango ikoje? Eh, mipango iko sawasawa iko vizuri kama ambavyo tumetaka iwe, kwa sababu tulijua tunachezana nani kwanza. Tulijua tunaingia hatua ya makundi, na timu za hatua ya makundi zinajulikana zinavyokuwa, so, tukatujui mpinzani wetu nani, tukajua wapinzani wetu, tukatujui ratiba, tukapata ratiba. Eh, kwa hiyo kila kitu kilikwenda kama ambavyo tulitaka, maandalizi yetu yamezingatia hilo um, uh, mwalimu anamalizia maandalizi ya uwanjani ambayo walianza exactly kuelekea mechi hii baada ya mechi yetu na Namungo hii. Kwa hiyo iko imeanza kutengenezwa na ma, ma, matengenezo yake yanaendelea. Wachezaji wetu waliokuwa majeruhi um, wamekaribia sana kupona kujiunga na timu. Of course hawajaanza mazoezi na timu, lakini tuna kama siku tano mbele kabla ya mchezo so, uh, ya mchezo wenyewe so watakuwa sehemu ya mwisho ya maandalizi, Mwenyezi Mungu akibariki, na tutotoka hapa tarehe jumatano, Jumatano tarehe uh, kumi na tisa mm -hmm. eh, Novemba kumi na tisa sasa kwenda kukabili mchezo wenyewe. Kwanza kwenda kuzoea hali ya hewa kwa sababu mechi tarehe ishirini na tatu Kwa hiyo tutakuwa na hiyo kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili tutakuwa tumezoea vizuri sana hali ya hewa mm -hmm. Tuwe tayari kwa mchezo kuelekea Kongo ya kuelekea Kongo ndio tuwe tayari kwa mchezo na, mnaona ni wapinzani wa namna gani kwenu? Um, wapinzani wenye uzoefu angalau kuliko sisi kwenye hatua hizi za mashindano. E, watu wasahau kwamba hii timu msimu uliopita tu wamecheza group stage ya mashindano makubwa zaidi ya haya, haya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo wenzetu kidogo wana hiyo test. Unafahamu, wanajenga tabia saa kufika group stage. Wamefika msimu uliopita, wamefika msimu huu inakuwa kama wanaanza ku, kuzoea. So sisi mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo wao eh, angalau wana advantage ya uzoefu. Um, ni timu ambayo sana tulicheza nayo 2019. Eh, wakina Zengeli wakiwa wadogo kabisa. Alikuwepo, alikuwa kwenye timu, kwenye Kagame, alikuwa Rwanda. Miaka mingi metu imebadilika. Kwenye timu yetu waliokuwepo kule wakati ule hadi sasa e, ni Nado. Nado, nado pekee yake ndio yabaki. Wengine wote hawapo tena mm. By the way, Yahaya hakuwepo wakati ule alikuwa ameondoka e, Himidi mwenye ashaondoka wakendaishi wakawa wameondoka, wengi walikuwa hawapo, so ni timu mpya kabisa tunakwenda kukutana nayo. Hata wao wachezaji wao wengi hawapo e, aliko wakati ule so, hatujuani kimsingi, kwa namna ya timu zinavyocheza. Lakini mashindano yoyote, mpinzani yoyote, namna bora zaidi ya kukabiliana naye ni kuimarisha timu yako wewe, jiandae vizuri, jiandae kwenye levu ambayo itakufanya uwe tayari kukabiliana na yoyote, jiandae kwa uwezo wako wote mpaka mwisho wa uwezo wako ukifikia hatua hiyo unaweza ukapambana na yoyote yule. Kama atakuwa yuko zaidi ya hapo au labda bahati ya Mwenyezi Mungu iko upande wake zaidi, ilo ni jambo lingine liko nje ya uwezo wako, lakini wewe fanya la uwezo wako, na sisi tumefanya. kwa upande wenu Azam, kitu gani ambacho mnakifanya cha ziada kuhakikisha kwamba mnakwenda kufanya vizuri, na hii ikiwa ni mara ya kwanza kutinga hatua ya makundi Kombe la Shirikisho a Afrika ama michuano ya kafu? Kwa sababu tulizungumza siku ambayo mnatinga hatua ya makundi. Uh, kila mmoja alikuwa na hisia tofauti kwa upande wake. Mlisema kwamba wengi walikuwa na ibeza Azam FC, lakini sasa hivi mmefanikiwa. Mnahakikisha vipi mnakwenda sasa kuilinda hiyo heshima na kuhakikisha mnafanya vizuri kusonga mbele zaidi? Sio sasa. Yaani, ku, ku, kufanya hayo yote ambayo unayazungumza, una sio kitu ambacho kinaanza sasa, tangu tuna uandaa huu msimu, tuliuandaa kwa ajili hiyo Um, usajili tuliofanya kuanzia wachezaji mpaka benchi la ufundi namna tulivyoiandaa pre-season yetu, um, tunavyoziandaa safari zetu, hayo yote hayo yana, yana, yana, yana, yana akisi hatua ambazo tunapita. Kwa hiyo um, sio swala la leo tunafanyaje kuelekea mchezo huo, tumeshafanyayo mambo muda mrefu. Hiki tunachokifanya sasa ni sehemu tu ya maandalizi ambayo tuliyapanga tangu mwanzo na matarajio yetu ni kwamba Um, aina ya wachezaji tulionao wenye uzoefu kwenye timu yetu unafahamu, yes Azam FC ni mara ya kwanza nafika hatua makundi, lakini Azam ni nini? Ni jina tu lile pale. Mwisho wa siku wachezaji ndio wanaocheza, na wachezaji wetu wengi wamefika hii hatua na wengine zaidi ya hii hatua. Kwa hiyo haitokuwa kitu cha na hata kocha wetu kafika hatua kubwa sana hizi, haitokuwa kitu kicha ku, cha kusema kwamba tunakwenda kushangaa sana kwenye, kwenye mashindano kwa sababu tumesha wachezaji wetu wameshafika sana huko yenza hatua. Eh, alikuja jana hapa eh, Pitso Mosimane. Mo, sijui kama unamjua. Mm -hmm. Unamjua Mosimane? Nafahamu. No, alisema ingekuwa dhambi mimi nakuja Tanzania sijafika hapa Azam kwa sababu nimepata sifa za hapa muda mrefu. Eh, amesimuliwa kuhusu Azam na Quinton Fortune, bahati mbaya unaweza kwa usimjue. Ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Kusini na timu kubwa kama Manchester United, Atletico Madrid. Alikuja hapa akashangaa sana shangaa. Kila anachokutana na nacho hapa, Azam Complex alikuja tena tena, bahati mbaya kwake alikuja jimu, siwezi kukosa kufika hapa lakini kijana wake um, Lulan Mokwena alikuja hapa na Mama Melody, na yeye alifika akashangaa sana ah, sikutarajia kama nitakuja kama huko nitakutana na kitu kama hiki unafahamu, so akasema mimi lazima nifike, yani haiwezekani Quinton Fortune kanihadithia kuhusu Azam, amekuja Lulan Mokwena kanihadithia kuhusu Azam, lazima nikaone hiki Azam ni nini. Kwa um, hiyo akaja hapa, bahati nzuri Uh, yeye pia rafiki yake mkubwa kabisa ni Frohai Benge. Kwa hiyo wakakutana hapa wakapiga mastori yao ya group stage, mastori ya finali ya CAF Champions League na madude kama hayo makubwa makubwa hayo. Wakayajadili hapa um, uh, basi mambo yakawa mazuri kabisa. Kwa hiyo eh, uh, nilichokuwa nataka kumaanisha ni kwamba tuna kila kitu eh, uh, yani ile havi ya kuwa kwenye group stage. Lile jina la Azam lilikuwa halijafika pale, halijafika pale kama jina. Lakini kiroho lilikuwepo. Kimwili tukajafika, lakini kiroho lilikuwepo, kwa sababu lilikuwa linaishi kwenye nyoyo za watu wakubwa ambao hizo hatua wa ni za kwao. Na ukilinganisha wachezaji tulionao, hatua hizo ni za kwao. Kocha tulionaye, hatua hizo ni za kwao. Inshallah, tuko nyumbani kwetu. Wakati unazungumzia kuhusiana na wachezaji, kuhusiana na labda maendeleo yao kwa wale ambao wako majeruhi wengi sasa hivi wanaulizana sana kuhusiana na Feisal. Wanafikiri kutokana na uwezo ambao uko nao na alitakiwa kuwepo katika timu ya taifa, lakini kocha Miguel Gamonda alisema kwamba Feisal anaumwa pamoja na Mudathiri haya. Kwa hiyo akapata nafasi uh, Kevin Nation pamoja na Idi Seleman Nado. Tuambie maendeleo ya Feisal yakoje, labda na hao wengine ambao ni majeruhi hapa Azam FC. Feisal anaendelea vizuri, um, vizuri sana Alipewa mapumziko. Baada ya mapumziko, akaanza mazoezi mepesi ya gym, kuangalia ni namna gani lile eneo lake alioumia lina, linaitikia. Ha, hana maumivu tena. Kwa hiyo kwa inshallah tarehe um, um, kwa... kumi na nane ataanza mazoezi na, na, na wenzake. Anafanya na peke yake na wenzake. Tuangalie sasa, atakapoanza mazoezi na wenzake atakuaje kuelekea mchezo. Inawezekana labda kama bado kuna vitu vingine vitaonekana vitajitokeza kwenye mazoezi ya timu, hilo ni jambo lingine, lakini kimsingi hadi sasa yuko vizuri. Zaka, nimeona pia leo andiko lako kupitia katika ukurasa uh, wako wa Instagram, umeandika kuhusiana na mchezaji Adolf Mutasikwa, ukasema ile Mayday ya Faripupa ni wimbo wake yeah we will you Faripupa ore wimbo kila baada ya msalimili anasema Adolf, kila baada ya msalimili Adolf, uko wapi Adolf Adolf, nimekukumbuka. Adolf amemisi kumuona uwanjani. huja ule wimbo, huja usikia vizuri Kifaransa, Kilingala, nyimbo hizi lugha Kilingala eh? Kifaransa, si, si, kimetawala sana Kifaransa kidogo tu Kilingala kikungule muda mrefu sana hmm. kwa hiyo yeah, Fali Pupa alitunga ule wimbo kumzungumzia Adolf. Uh, Adolf. Mutasingwa hata kusema Mutasingwa, ujasikia mule ndani? Ah, sijasikia bana hapo ah. Umetutengeneza, umeandika. Ah, unajua andiko chapisho ni refu lile eh? Ni, ni, ni, wimbo wenyewe mrefu sana, ule wimbo mrefu, hata Adolf mwenyewe mrefu. Unamwonaje? <coughs> Kwanza, kwa nini umemhusisha Adolf na wimbo wa Mayday ya Falipu pa? Sijamhusisha mimi, wimbo wenyewe ndio umemuhusisha. Mule katajwa Adolf tu mule, au wewe hujasikia? Mimi naomba, hujasikia vizuri. Mule katajwa Adolf tu mule, kila kila sehemu anataja tu Adolf Adolf. Kila sehemu anataja Adolf. Inawezekana pengine ikae imetajwa hivyo labda mimi sijasikia vizuri lakini yakomaanisha Adolf. Kwa nini umemhusisha Adolf wa Azam FC na Mayday ya Falipupa? Ah, sasa mimi hamna Adolf mwingine au Adolf Hitler. Unadhani atamzungumzia Adolf Hitler? Ah, alikuwa namzungumzia Adolf na ni kwa sababu ya majeraha yake Adolf. Muda mrefu hajamuona uwanjani. Adolf aliumia match 2025. Hii tuko Novemba, muda mrefu sana, karibia mwaka sasa hajacheza mm. eh kwa wali miss <coughs> eh Adolf Mutasingwa mm. amesema sema sana mule ndani <coughs> <coughs> <coughs> alafu wale vijana wale wale wa vijana wale, ni vijana waibenge wale wale wote, wakina wakina Felia Gola, sio Falipupa, sio wake nani, wale vijana waibenge wale, hata hata wakina Mopao ni wa, wakubwa wenzake, tutaenda kuenjoy yani sisi tukienda kule utaona kambi yetu wanakuja, eh, itakuwa vizuri. Ameshaanza yani mazoezi ya, ya yeah, amesha mazoezi tiba anaitwa. Unajua, alipoumia um, alitibiwa akapona, ikatokea shida sehemu nyingine tena. Alifanya operation ya kwanza akapona, ikatokea shida sehemu nyingine, akafanya tena operation ya pili, nayo sasa ameshapona amesha um, ameshaanza mazoezi tiba. Physiotherapy anafanya physiotherapy. Sasa hivi kabakisha kama wiki mbili na nusu tangu alipo, ile ilikuwa wiki nne ambayo alianza mazoezi madogo madogo. E, sasa ibakia wiki mbili na nusu. Baada ya wiki mbili na nusu, ataanza mazoezi ya utimamu wa mwili. Akimaliza hayo, anaingia kwenye timu kinapigwa, so tutarajie kwenye hatua ya makundi baada ya mechi hizi mbili za sasa, kwa sababu watu wengine tarudi, nadhani Februari tutakuwa naye inshallah.